Wataalamu wote wa afya ambao mko hapa, zingatieni miko na maadili ya taaluma zenu kwa kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Tunajua mnafanya, lakini lazima tuseme, kama vile tunakumbusha. Ni muhimu tukawa tunakumbushana tunapokutana wengi wengi hivi. Nanyie ni viongozi, mmewaacha wenzetu kule, basi nanyie mwichukue hii kama ajenda ya kuwakumbushia wenzetu wakati wote kwetu tunaendelea tu kuhamasisha kwamba kila mmoja atekeleze wajibu wake. Wajibu wake pia kuelimisha na wenzetu ili kila mmoja naye pia afuate e, mwelekeo huo, na hiyo ndio taswira mzuri ambayo wananchi wanayo. Daktari ni mtu mwenye huruma, mwenye upendo, mtu ambaye anaguswa na, na, na tatizo la watu wetu, na ndio tabia mlionayo, na sisi sote tunatembea huku, tunawategemea nyie, tukijikwaa inabidi tuje kwenu, na nyie hamwishi kusema pole. Huwezi kujua mimi nimejikuaje hata kama ilikuwa nimejikua kwa uzembe wangu. Lakini nyie mnaanza na pole, tatizo ilikuaje? Afu najieleza. Kwa hiyo tabia hiyo ni taswira mzuri sana kwenu. Hii ni kada ya heshima, na kwa kweli e, umakini mlionao ambao pia una dalili ya uzembe uzembe, siku hizi mmepambana pia na nyie kupunguza kukombesha wale wachache wenye lugha zisizokuwa za staha kwa wagonjwa eh? Na wale ambao wanapenda kusumbua tu wagonjwa wetu mmepunguza sana. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Wapenda kuchukua rushwa mmejaribu kupambana nao, mwendelee eh, kwa sababu sekta ya afya inahitaji mtu atoe bashishi vitu vya namna hii. Kwa hiyo watu kama hawa tunaendelea kushughulika nao, pia na nashukuru kwamba chama kinaendelea ya kubaini haya na kutoa elimu kwa wenzetu, tunahitaji weledi. Maadili ya madaktari lazima yazingatiwe. Mabaraza yetu ya kitaaluma kwa pamoja na chama cha madaktari na vyama vingine vya kitaaluma, shirikianeni kuhimiza wanataaluma na wanachama wetu kuzingatia maadili kama ambavyo nimeeleza mwanzo, kukemea vitendo vilivyo kinyume na maadili ya taaluma. Hii itajenga msingi imara sana wa, wa, wa taaluma yetu.